Tumetoa wigo mpana watu wafanye shughuli zao, ili kila mmoja aweze kuwa na uchumi wake. Lakini tuna sasa hivi tunaendelea kujenga VETA na wilaya, mkoa huu kila wilaya ina VETA. Lengo wako vijana wanahitaji kuwa mafundi, waanzishe makampuni yao, waendelee kutumikia na kuhudumia wengine, waweze kulipwa na huduma hiyo. Tunapeleka pale, ili muweze kujifundisha umeme, cherahani lakini pia kompyuta, ushonaji, upishi na shughuli nyingine yote ya kiufundi ili uweze kuanzisha kampuni yako. Maeneo tulianza muda mrefu, tumepata mafanikio sana. Vijana wote wameenda VETA na wameenda VETA bila kujali kama wewe unaigiria chuo kikuu, una diploma, una form 6 to form 4 au darasa saba. Yeyote anayetaka ufundi, wewe umesoma chuo kikuu, nenda VETA, kasome. Najua chuo kikuu umesoma geography, umesoma mahesabu, lakini VETA unajifundisha ufundi wa umeme, ufundi wa kushona chana nguo, ufundi wa kutengeneza magari, ufundi wa umeme, vitu vya namna hii. Kwa hiyo una digirii yako, lakini pia ni fundi umeme, unapanda biashara yako, unaendelea. Haya ni mambo ambayo tunahamasisha, tuendelee kuiunga mkono serikali yetu, tuendelee kuisemea serikali yetu tena serikali hii ya Chama cha Mapinduzi, huwezi kutenganisha serikali na Chama cha Mapinduzi, na kwa hiyo endeleeni kukisemea Chama cha Mapinduzi.